Ustawi digital, jamii yenye ustawi furaha yetu. Teknolojia imeleta urahisi wa mawasiliano, uwazi na fursa kwa wanawake kushiriki zaidi katika siasa na uongozi, lakini sambamba na maendeleo haya, kumekuwa na ongezeko la ukatili wa kijinsia unaofanyika kupitia majukwaa ya kidijitali, ukatili unaolenga wanawake wanaojitokeza katika midani za siasa. Hatusi yanayotolewa nikasema kuna chombo ambacho kinaweza kikamonita haya matusi au vitu. Kweli tuko huru kiasi cha kwamba yule anayemonita teknolojia hawezi akaona haya matusi yanayotukana, matusi mengi tena, tunatukana sisi wa kinamama for no reason at all. Unasoma, unasikitika, hivi kwa nini chombo ambacho kipo hakiwezi kukemea na hakiwezi kuwafuatilia, kwa sababu namba zao zinaonekana. Kwa hiyo ni rushwa gani iliyoliwa kati ya watendaji wakuu wa hivi vyombo na matusi yanayoendelea katika mtandao? Kwa kutambua changamoto hii inayoendelea kuathiri ushiriki wa wanawake katika uongozi, WiLDAF kwa kushirikiana na UN Women, GIZ, na washirika mbalimbali mbali wa maendeleo wameandaa mjadala wa kitaifa kuhusu ukatili wa kijinsia unaofanyika kwa kutumia teknolojia dhidi ya wanawake katika siasa na uchaguzi, VAWPE. Ukatili mwingine, ukatili wa kijinsia, ukatili dhidi ya wanawake na watoto bado upo mkubwa. Kwa hiyo tukaona, na sasa tunaingia kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu mwezi wa Oktoba, tunafahamu kwamba nchi yetu inaingia kwenye uchaguzi, sasa kampeni inaanza Novemba 25, hivyo Uh, wanamkuki katika kujadiliana kwenye vikao wakaona ni busara kwamba ni vema tukawa na mdahalo mkubwa wa kuzungumzia masuala mazima ya ukatili wa kisiasa, ukatili dhidi ya wanawake katika siasa na ukatili kwa wanawake katika uchaguzi kwenye madigitali. Wanawake wanakuwa wanatukanwa, wanawake wanakuwa wanadhalilishwa. Hata mgombea ambapo anataka nafasi fulani ya uongozi wanatumia mitandao kuweza kumrudisha chini. Vitu gani, sheria hipi ambayo inamlinda huyu mwanamke katika kuitetea nafasi yake? Kwa maana tunaamini ya kwamba mwanamke anaathirika kisaikolojia, lakini pia anapoteza ushujaa wake katika kuitetea ile nafasi, na wengine wanaweza kabisa hata kuahirisha kuendelea na nini, na nini na kinyang'anyiro cha hizo nafasi. Tukio hili muhimu lililowaleta pamoja wadau kutoka taasisi za serikali, mashirika ya kiraia, wanasheria, vyombo vya habari na wanaharakati wa haki za wanawake, na hapa tupo serikali, wadau wa kimaendeleo, asasi za kiraia uh, Women Rights Organization, watu wa waandishi wa habari, tukijadili kwa pamoja masuala mazima ya ukatili dhidi ya wanawake katika siasa na uchaguzi ambayo yamekuwa yakitokea, ambayo yamekuwa yakiwakumba wanawake, yakiongeza hofu kwa wanawake wengine kushiriki katika uh, chaguzi, lakini pia yakizidi kuzorotesha uh, michakato mizima ya kidemokrasia nchini. Wote walisisitiza umuhimu wa ushirikiano, uwajibikaji na matumizi salama ya teknolojia kama nguzo ya kuhakikisha wanawake wanashiriki katika siasa bila uoga wala vitisho. Lakini tunajaribu kuangalia sheria zingine kama sheria ya makosa ya mitandao, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na best practice ya nini kifanyike ili kuona kwamba wanawake hawatendewi vitendo vya ukatili Eh, kupitia mitandao wakati wa kushiriki kwenye masuala ya uchaguzi kwa sababu ni jambo linaloathiri ushiriki wao. Kwa hiyo tumezungumza kwa upana katika mazungura hayo na vilevile na kutoa mapendekezo ya nini tunachofikiri kifanyike. Kwa hiyo tumeangalia eh, kwamba tuangalie michakato ya kisheria kuona umuhimu wa namna labda ya kuwa na sheria moja inayoangazia masuala yote ya ukatili wa kijinsia kupitia majadiliano haya Tanzania inaweka msingi thabiti wa kuhakikisha usawa wa kijinsia na ushiriki wa wanawake katika siasa unalindwa si tu kimwili, bali pia katika ulimwengu wa kidijitali. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.